Wewe ulichaguliwa kwa nafasi kama hii yaani, hmm, yaani wewe, hapa ulipo ni kama nuru kwa nafasi kama hii, kwa wakati huu. Kwa hivyo huende kawa hutatusaidia lakini unajuaje pia wewe kama hautaangamia kama sisi. Ndipo Esther akaamua kama, ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Kama angamia, wache, ni mbaya nimba ni mbaya, kama tutaangamia wacha niangamie na watu wangu. Akaamua kuna aonambwa hivyo hivyo, nuru yetu na iangaze. Nuru inaonekana kupitia maneno yetu tunayozungumza, vitendo tunavyofanya, tabia. Hivi vitu vyote vinafanya yani, vinasababishwa na ile nuru ambayo iko ndani yetu. Mm. Ili uwe na upendo lazima uwe unaye yule ambaye nipe, nipendo. Si kweli? Mm. Ili uwe na huruma lazima uwe ndani yako kuna yule ambaye anakuonyesha kwamba alikuhurumia na wewe unafaa kuwa na huruma. Kwa hivyo wakati nuru iko ndani yako, <coughs> Inadhihirika kupitia maneno tunayozungumza, inadhihirika kupitia vitendo, matendo tunayofanya. Ndiposa kuinje, wao wanaangalia, wanaweza kusema ah, yule ameokoka kama hajaoko. Wanaangalia vile vitendo mm. Na kupitia vile vitendo, ndipo hapo sasa Mungu anapata kufanya nini? Mungu anapata kufanya nini? Anaonekana ni Mungu, anaonekana ndani yako. Kwa sababu wanapopita hivyo wanasema, "Kai, wakikuangalia wanaona hapana, mm-hmm, huyu yuko tofauti, huyu ameokoka." Wajua, sasa zingine hata huhitaji kwenda kuki, yani huhitaji kujitambulisha kwa sababu umeokoka, si kweli? Mm. Matendo yako, maneno yako huwa yanakutambulisha ya ya yana, wewe ni nani. Huhitaji hata sasa zingine kwenda kujitambulisha nimeokoka, ah ah, matendo yako yatakutambulisha wewe ni nani. You're right hivyo, tukiitwa tuki nuru, kuna utambulisho fulani ambao tunaubeba sisi, kuna wito fulani ambao tunatakiwa kuufanya. Ndio maana tunaitwa nuru, kama vile tulivyoangalia kwamba kazi ya nuru ni ku- inafunua vitu, si ndio? mm. Kuna jukumu fulani tukafananishwa na ule, ule mji ulio juu ya mlima <laughs> kwamba hiyo nuru huifai kuwa nayo na uiweke chini ya pishi, inafaa ing'ae, ulimwengu uone. Ukishaona ndiko huo mstari aha, inasema sita, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. si wa kuone wewe Mm. Wamtukuze Baba aliye bingu, lengo letu sisi kuwa Mungu. Lengo kuu la Kristo kuwa ndani yetu, yeye aliye mwanga ulio mkuu, ni aonekane ndani yetu ili Mungu apate kutukuzwa, kumdhihirisha Mungu katika ulimwengu ambapo tunaishi. Kwa hivyo nuru yako iangaze. Kama umelala, kama umeificha kule chini ya pishi Wacha nuru iangaze, asifiwe. Tunaangaza sio mm, eti watu watusifu, ili tuonekane. Tunaangaza watu wamwone Mungu kupitia sisi. Ndio ile mwimbaji akaimba, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange nifinyange. Yaani, wakinitazama wasinione mimi kulingana na hili neno lako, wamwone yule Mungu naye apate kwenda kutukuzwa Amen. Kilo dilo neno ambalo lilijia baada ya kuambiwa nafaa kushiriki asubuhi ya leo, na niko na uhakika kwamba nimepata nafasi ndani ya mioyo yetu. Kwa hivyo kama kuna mahali ambapo pengine taa yako umeficha chini ya pishi amkaanga naamini si mm. na kwamba mahali popote ambapo Mungu amekuweka, iwe ni kazini, iwe ni, ni, ni pale ambapo unaishi, kuna majirani, si ndio? hiyo mm. nuru inatakikana kwa hao watu ambao wamekusarauda. ikiwa ni kazini, hiyo nuru inatakikana kwa hawa ambao wamekusarauda. Maana, manake unafananishwa na mji ulio juu ya mlima. Kwa, kwa maneno mengine <coughs> nasema tunaishi katika ulimwengu ulioharibika mm. ndio maana Yesu akasema, enyu wazinzi na vitu kama hivyo. Alikuwa anamaanisha watu ambao wamekoroga kuliko kuabudu Mungu, wanabudu miungu. so muktadha wa hii ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao umekorogeka, umeharibika katika area zote ambazo ukiangalia, kuna vitu havikai vizuri, si marafiki, si muziki si familia. Yani kila mahali utakapoingia, vitu haviko sawa, ama naongea no uongo? Ukiingia katika serikali kuko sawa? Yani ufisadi ni vitu vya kawaida mwanzo, kama hutaki kuwa mfisadi ndio unaonekana mtu mbaya, kwa sababu ufisadi ndio vitu vya kawaida. Kama hutaki mziki wa bongo ama hii ya nani, unaonekana wewe ndio ni mshamba. Yani kwa ufupi ulimwengu umeharibika, umechafuka. Sasa ni sisi wa Kristo ndio tuweze kuwa, ku, kumulika, tusimame ili kuwa tofauti yeah, na wale ndio sasa, tukawa kama ule mji ambao uko pale juu na tukiwa pale tuchunge sije tukafunikwa, yeah, sababu bado wanaotuzunguka si wazuri vile, so nafikiri ni mwito mkuu sana ambao Mungu anakonao asubuhi ya leo kwamba tumezungukwa sana yani mpaka labda Mungu akituangalia anatuhurumia, maana tumezungukwa na uovu wa kila aina yani mpaka majirani wenyewe, mimi nashangaa nini, oil used oil, yani oil ile imetolewa kwa, kwa pikipiki, inaibwa unaishina nae tumezungukwa na nini jama. Yani, mpaka nafikiri kuna uwezekano mtu mwingine vile unatembea njiani, anatamani tu akuibeata katika kona mbaya, tuseme in quotes, lakini kwa sababu Yesu anajua tuko hapa Akatuombea kwamba siombi kwamba uwatoe katika wako humo, lakini Baba waokoe na hiyo dunia, maana hiyo dunia haikae mzuri sana lakini wako humo. Siombi kwamba uwaondoe, wape neema ya kuweza kusurvive huko. Ni kubaya, lakini bado neema inatosha. Asante. Inafanya watu wana watu hawataowanapendekwa kwa Mungu. Amen. Lengo kuu la hii nuru ni kupeleka macho ya watu kwa Mungu. Hivyo unapoachilia ule mwanga, kuna watu wanaokoka tu kupitia vile ambavyo wanakuona unaishi. Kuna hmm, watu anasukumwa kuwa na msukumo na Mungu kupitia vile ambavyo pengine unaongea vile ambavyo unamfanyia, anasukumwa kujua yule Mungu, naye mtumiki Bwana Yesu asifiwe. Amen, tusiache tusiiache hii nuru yetu, tuieke chini ya pishi. Tuamke, tuache nuru inai mm, iwafikie wale ambao Mungu anakusudia kuwafikia.